Jamani, leo ni usiku wa mvuje, usiku wa mvuje, usiku wa mvuje. Mvuje ni hapa pa ya bima ya afya ambayo navaaga kwenye Kombolela, kwa hiyo nimeiwakilisha na nimeona imeenda, watu wameielewa. Kwanza ni dawa kwa watoto wanaostukastuka stuka. Eh, watu wazima ambao hawajiamini wanavaa mvuje kwa ajili ya kukingwa. Kwa hiyo mwisho wa siku hii ni dawa mvuje, na asilimia kubwa wa Tanzania hata ukibisha, asilimia kubwa wamevaa mvuje, wamefungwa na mama zao kwenye mikono mvuje yule eh. kuja na aidia yu? ni aidia yangu kwenye Kombolela kwa sababu naona imeenda, na ndio kitu ambacho nafanya kwenye Kombolela na ndio nakiamini, na kwenye Kombolela kwamba ndio kama kinga yangu, wage wage, ukipanda nikitia mvuje ule fresh mapokezi naona mazuri, sijui wenzangu umeonaje huko ndani, mimi naona yako vizuri na namshukuru Mungu kwa sababu ndio mwanzo, naona mwanzo mzuri kwa nauona mbele zaidi. Mvuje naona mbele zaidi, show yani itakuwa kubwa zaidi kwa sababu hapa tu mwanzo, lakini imepokelewa vizuri, namshukuru Mungu kwa hilo. Nani ambaye ushirikiana naye? Ni mume wangu kusema kweli. Eh. Unaniangalia tutakaa mapenzi, sio mapenzi, ni mume wangu. Yeye ndio mtu wa kwanza nilimpa idea, akasema idea nzuri. Nikaongea na meneja wangu anaitwa Juma, naye pia akashia idea nzuri. Tukakaa, tukapanga, tukafikiria, tukaongezeana manyama, tukafanya kitu kama hicho. Kuna taarabu kuna yeah, yeah, yeah. Masengeli yani, kuna wanatida, wanani, madijai ambao ni Tanzania wanashika, kuna kibao kata tarumbeta yani. Kwa hiyo ni uswahili yani, vitu vinapatikanika kwa waswahili ndio vinapatikanika hapa leo e. yeah. Foundation, ya yeah, foundation. Yeah. Foundation ni Siwa Foundation, foundation yangu na usiku wa mvuje imeandaa Siwa Entertainment. Kwa hiyo na Siwa foundation ina, na nina Siwa Entertainment. Kwa hiyo kutokana na Siwa foundation inasaidia mama na mtoto, kwa hiyo ili nipate pesa ndo ninaandaa kitu kama hichi. Kwa hiyo kiingilio cha kinachotolewa pale, kuna percent inakwenda kwa mama na mtoto, yani narudisha kwenye jamii yangu, sababu nijiuliza nitarudisha nini kwenye jamii. Kwa hiyo hivi vizuri kuona wasanii ninyi mnapokuwa mmepata mafanikio, mnakuwa mna introduce vitu vikubwa vikubwa vikubwa, wengine introduce magorofa, wengine introduce magari, lakini huo mia na kitu cha Kiswahili cha usiku mvuje, kwa, kwa nini, kwa nini, kwa nini ili, na maswala ya kishirikina shirikina fulani hivi, kwa nini hili na si vitu vingine kama hivyo? Hii ndio njama ambayo kupatia hela ili kusaidia jamii ya yangu watoto na mama, kwa hiyo ndio maana nimeamua hivyo, ili mtu akifanya starehe atakuja atacheza mziki, ila pale pale kwenye mziki pia amefanya na ibada. Kwa sababu ibada mpaka uswali tu eh? Ibada unaweza kutoa zaka. Kwa hiyo hii ni zaka katika hela yake ile ile, mimi nakata nyingine, nasaidia watu jamii yangu, narudisha kwenye jamii. Mimi mume mpaka muda huu wapi? yuko gatini pale anahangaika. Mimi binafsi ningependa kujua idea ya Siwa Foundation ilianzaje? Yani nini kilikusukuma wewe kuanzisha Siwa Foundation? Ni upendo kwa Tanzania, ni upendo kwenye jamii yangu, yani kwamba nimewaza nitawapa nini jamii yangu. Kwa hiyo ndio maana nimenikuta nifanye hivyo, kwamba sina kitu lakini na kitu foundation, kuomba watu wanisaidie na kufanya hilo ambao nilolifanya. Kwa hiyo kifupi, yani ni upendo kwenye jamii yangu, wanaonipenda na mimi nawapenda pia, kwa hiyo nitawapa nini, ndio hicho pia uh, zinatokea watu wengi sana wanakuja, pengine watu walitegemea sana kumwona mdogo wako Dula Makabila, kwa sababu kwenye posti ulimtambulisha hii poja, tungetegemea tungemwona mdogo wako angekusapoti Dula. Ipo njiani, Dula anamsapoti mama. Mimi ni mkubwa, lakini sijamfikia Mama Samia. Ndio mama yetu, kwa hiyo Dula anamsapoti Mama Samia kwa hiyo yuko njiani. Ikitokea amewahi kurudi atawahi show. Sababu show mpaka show asubuhi. Ikitokea amechelewa yuko kwenye mahangaiko ya mama, lakini hii ni issue ambayo ni endelevu, inaanza hapa, itaenda mpaka mikoani kwao. Unaweza simuone hapa duka, kamuona mkoani, au simuone baii ukamwona Kigamboni, yeah. na sehemu nyingine tutegemea tuta tutamwona siwa mwingine akiwa amebadilika au ni hivi hivi mpaka kombolela ziishe. Sasa hiyo anajua mwandishi, anajua mwandishi asili zake ky akiamua kunibadilisha nabadilika na change na tofauti. Akiaaka kunitia kichaa kichaa kinapanda kwenye Kombolela kweli kweli. Kwa hiyo ni usiri wake mwenyewe mwandishi wa habari. Inakusumbua, kuna nini kuigiza kwenye huo usika kwa, kwa mazingira ambayo tunaona mara kicha mara nini, ni mtu fulani ambaye ni mkolokikoloki sana. Inakusumbua wakati wa kufanya, yani ukichaa ina ugumu asikuogopee mtu uigiza ukichaa ina ugumu tofauti na vitu vingine, lakini kwa sababu ni msanii na umeandikiwa script, inabidi ufanye. Kwa hiyo ndio inaonekana sasa uwezo wako hapo. Sasa ukionyesha babaifu, na maana wewe una uwezo. Kwa hiyo hapo ndio unaonyesha uwezo wako wote wa kufanya kazi. Tulizoea tuli kukuona kwenye jua kali, vipi, tutakuona utarudi tena ama ndo ushahama? Sijahama bado. Jua kali ni story ambayo inatembea kwa hiyo itamgusa mwingine, kesho itanikutana na mimi kwa hiyo bado naendelea kuandika kwa hiyo atakaponiandika kiguso na mimi mtaniona. Na Bwana Simba, tukigusia pia kwenye mahusiano yako, mahusiano yako yamekuwa ni moja ya mahusiano ambayo unayafurahi sana, kuanzia kipindi ambacho umemtambulisha mpenzi wako au mume wako. Wewe kama ambavyo unavyoona mahusiano yako, ukipewa nafasi pia uyape mahusiano yako jina la wimbo, ungeapa jina gani kwa kipindi hichi? Upendo, ningelipa jina la upendo kwa sababu upendo unabeba kila kitu, upendo hauhesabu makosa na tumekutana, tumekaa, tumeanza maisha kwa sababu ya upendo wetu. Mimi kwenye Kombolela kwako ilikuwa ngumu sana kuicheza ya uchizi ile, ambayo nilikuwa pale nje natakiwa nikatike, maana libidi kiuno cha bwana kiwazalani cha mume wangu. Kwa hiyo nilichanganya kidogo, lakini nimefanya, kwa sababu ndo kazi, nitafanyaje mwisho wa siku. Ilikuwaje mpaka kuja kuipatia na watu? Niliweza ila ilikuwa sababu ni ngumu, lakini niliweza haikunisumbua kufanya ila, kwa sababu kufika kwenye jamii, maono za rani kazi nyingine. Baada ya kucheza hiyo scene, mitaani ukipita watu walikuwa wanachukuliaje? Watu walikuwa wanachukua wage wage, ina maana ho uchizi umepanda. Watoto wengine wananikimbia, watu wazima wananiogopa. Kwa hiyo mwisho wa siku, lakini ilisababisha watu wakajua uwezo wangu, baki wengi wajua wajua wajua, najua kuchamba kumbe anajua kucheza na uchizi anajua kucheza na hisia zake kali, kwa hiyo ni sini nzuri, naipenda. Unaamini sana kwenye waganga? Naamini kwenye dua, sio waganga. Maana tumeona mdogo wako Dula yeah, amekuwa ni mtu ambaye ajifichi sana kwenye hiyo engo ya waganga. Uh, kila kitu anachofanya anasema lazima mgang, mganga usika. Na, na mganga zaidi ya mmoja. Ni kweli ama ni maneno tu, yeah, ya mitandaoni anakwanzunguka. Yeye ana imani yake, mimi na imani yangu. Mimi naamini kwenye dua, yawezekana yeye akawa naamini kwenye waganga lakini huu mvule ni na imani ni kitu cha kienyeji, sio dua. Hey, hey, ni kitu cha kienyeji umvuje. Lakini uwenyeji yani, ku, kuomba dua ikatazi kuwa na vitu vya kienyeji, sababu ndio asili yetu. Hata tangawizi nawe mtaapona tangawizi, akuongopea dawa ya kienyeji, kumbe tangawizi. Sisi tumepewa vitu hatuvijui kuvitumia. Tuna karafuu, tuna tangawizi, vyote ni dawa, ila hatujui. Ukiumwa mipadada ah, hapana, tumieni vitu vyenu Mungu na vitu vingi. La mwisho la kuambia kwa watu ambao wamejitokeza kwenye shughuli yako ya leo, naamini watu ni wengi sana ambao wamekupokea, ikiwemo mastaa wa mbalimbali, una lipi la kuwaambia? Ikiwa napenda sana, asanteni kwa kuja kwenye jambo langu, nitawalipa kama mlivyokuja kwenye majambo yenu. Na ambao hamjani support na mimi, nami nitawalipa vile vile, mkipata mambo yenu msinifuate. So, la mwisho kwangu, tutegemee kuona ofisi ya CEO Foundation e, kubwa sana Lini? Mwaka huu au mwaka ujao? Wewe, mwaka huu kazi imeanza imekucha. Mwaka huu nafunga, mwakani tayari ofisi ipo kubwa. Okay.